Kuna matangazo ya muhimu ambayo lazima kila mwislamu wa Bukavu aisikie. Tangazo ya kwanza kabisa, tunawatangazia waislamu wa kona nne ya Bukavu kusema ya kwamba viongozi wa dini yetu kwenye provinsi yetu ya Sud Kivu, ambao wanaishi kwa sasa hapa Bukavu, wanapanga Eid ya kwamba waislamu wa Bukavu watasali Eid mbili kwa amani na usalama na undugu na kuheshimiana. Uwanja wa kwanza watasalia ni waislamu ambao watasali pamoja na Shef dantite mufti Shekhe Khalidi luano Kesa, na uwanja wa pili watasalia waislamu watakaosali pamoja na Shef dantite adjoint Charge na kilte Sheikh Yasini Kapongo Mukoko Juma. Waislam watakaosali pamoja na mufti Sheikh Alidi watasalia kuwanja wa ISP, na Waislam watakaosali pamoja na Sheikh Yasini mufti watasalia kuwanja wa Kadutu la Concorde. Hii ni tangazo ya Idi. Masaa ya Idi tutasali sote kwa pamoja na saa moja na nusu seter trans. Atakayependa kusali Nyawera, alhamdulillah, nini ISP ni sawa na atakayependa kusali Kadutu ni sawa, alhamdulillah. Kia muhimu tu ni ule undugu wetu heshima yetu Uislamu wetu tuuchunge. Na madrasa ya Sheikh Yasini Kapongo alimdadia inawatangazia wazazi ya kwamba wanalika watoto kesho kwenye madrasa yao hapo chini kwa mzee Mkoko na saa nne ya asubuhi. Vile vile idara yetu ya mufti inawatangazia Waislamu wa Bukavu ya kwamba tumeshaanza pokea zakatul fitri Wanaepokea zakatulfitri ni kamati ambayo ilipangwa na konsel logal, ambayo ndanimo muko Alhaji Hasani Meto, pamoja na mzee Mwinyi, mzee Nyosi, pamoja na ndugu yetu sekretare Zozo Ibnu Saleh. Na la kumalizia kabisa ni mashekhe na waalimu hapa kwetu. Mashekhe na waalimu wanaalikwa leo baada la asiri kuhudhuria kikao cha kupanga swala ya Idi. Kwa hiyo Waislamu wote tunamwomba Allah subhanahu wa Ta'ala atufikishe mwisho wa Ramadhani kwa usalama na amani. Naam, <t 'en> Sheikh ananikumbusha anasema kwamba ikiwa kama mvua itanyesha, ikiwa kama mvua itanyesha, Waislamu wa Nyawera watasalia kumsikiti wa Nyawera na waislamu wakadutu watasalia kumsikiti wakadutu. Maana yake ikiwa kama mvua itatusumbua, waislamu watasalia miskitini.